Kucha kwako e Bwana, tukikualika wewe tukalika uwepo wako na nguvu zako. Tunakutaka Bwana na nguvu zako, asubuhi ya leo tuanze pamoja wewe, tuanze pamoja na wewe asubuhi ya leo tunapofungua ibada hii, Baba naomba kaonekane kila takalo liomba Bwana, ukalijibu kila takalo liomba mtu wako ukajibu Bwana popote alipo popote alipo, Bwana neema yako ikatuonekani asubuhi ya leo asubuhi ya leo Bwana asubuhi ya leo Bwana Mungu, naye chunguza za viuno na kujua historia ya vizazi na vizazi, ndivyo anavyojua historia kila mmoja, ndivyo anavyojua kila mmoja wetu Bwana asubuhi ya leo tumeingia nyumbani mwako Bwana tunaomba neema yako Bwana, tunaomba neema yako e Bwana, tunaomba neema yako e Bwana, tunajiweka mbele zako Bwana, wala hatukustahili, lakini tumestahilishwa na damu yako. Wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni mwingi wa huruma. Kama ungeangalia maovu yetu, ni nani angesimama Bwana? Ni huruma zako tu, ni neema yako tu, ni mko

na nguvu zako yes, oh. Tuanze pamoja na Roho wako yes, oh. Roho wa uponyaji yes, Roho wa muujiza, Roho wa kutia moyo yes. Roho wa kujenga ukaonekane, yes. Ninajua yuka aliyekata tamaa yes. Ninajua yuka aliyevunjika yes. Moyo, ninajua yuko mtu aliyeanguka yes. Lakini asubuhi ya, ya leo tuna matumaini kwamba na asubuhi ya leo utainua moyo ulioshushwa, moyo uliokata tamaa utauinua tena, moyo unaovuja damu utafuta damu hiyo. Bila shaka. Bila shaka. Asante Bwana, asante kwa asubuhi ya leo. Ninapofungua ibada hii, ninaomba kaonekane onekana kwa mtu huyu ambaye anayedufuatilia popote alipo, katika taifa lake katika mataifa mbalimbali, akiwa katika safari, akiwa katika chombo cha usafiri, Mungu nao mkaonekane, kila takalo liomba Bwana ukalijibu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, tunaomba na kuamini. Sema amen, sema amen. Ibada yetu imefunguliwa, ibada yetu imefunguliwa sasa, tunaingia kipindi cha kwanza, kipindi cha utakaso. Sema utakaso, sema utakaso, utakaso. Nikukaribishe popote ulipo unayefuatilia katika mitandao ya kijamii. Hii ni ibada njema ambayo Bwana ameifanya, si kwamba sisi ni wema sana kuiona siku ya leo, si kwamba sisi tulistahili kuiona kipindi hiki cha kwanza cha utakaso. Nikupe mstari ambao tutausimamia kwenye kipindi cha utakaso, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa nane Popote ambako unatufuatilia ukiwa katika chombo cha usafiri, ukiwa katika usafiri, ukiwa sehemu yoyote, nataka nikushirikishe neno hili. Tuko kwenye kipindi cha kwanza kabisa kinachoitwa utakaso utakaso. Damu ya Yesu inatupa uhalali wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Basi wewe ambao umefungua Bibilia fatana na mimi, lakini na wewe popote ulipo, najua kwenye simu yako iko Bibilia, unaweza kufungua pamoja nami, ili tunaposoma tusomee pamoja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa nane inasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani yetu, au ndani ya mioyo yetu. Haleluya, haleluya! Ukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, tunadanganya nafsi zetu wenyewe, wala kweli ya Mungu haimo ndani yetu. Ninaungana na mtunga zaburi, ukisoma pia ile Zaburi ya hamsini na tatu ule mstari wa pili Inasema toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu, hakuona hata mmoja, kwa sababu wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu alipochungulia wanadamu toka mbinguni. Mungu aliwachungulia wanadamu aone ni yupi mwenye akili ya mtafutaye? Hakuona hata mmoja. Kwa sababu gani? Hakuna hata mmoja, watu wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, kwa sababu tumetenda dhambi. Hiyo dhambi ikatupelekea kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wote tukahesabiwa kuwa na hatia, wote tukahesabiwa kuwa na makosa, wote tukahesabiwa kuwa hatufai, wote tukahesabiwa kuwa si kitu. Haleluya! Haleluya! Lakini Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma alimtuma mwanaye wa pekee, alimtumwa mwanaye wa pekee. Ukisoma kabisa ile Yohana sura ya, sura ya tatu mstari wa kumi na sita inaonyesha namna ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie asipotee. Kwa hiyo wote tumetenda dhambi, nataka tuingie mbele za Mungu, Tumwambie Bwana, nimetenda dhambi, nimekutenda dhambi wewe, ninaomba unitakase. Lakini pia nikwambie, unapoingia mbele za Bwana damu ya Yesu inakupa uhalali pakupaingia patakatifu patakatifu papatakatifu. Ni damu ya Yesu pekee ambayo inakupa uhalali pakupaingia patakatifu pa patakatifu, kwa sababu wote tumetenda dhambi. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini yeye mwenye yeye, Mungu anagairi mabaya, Mungu anagairi mabaya tuliyotenda, Mungu anagairi dhambi zetu, ikiwa tutanyenyekea na kujinyekeza mbele zake, yeye ni mwenye rehema, anaturehemu. Hivyo basi naomba twende mbele za Bwana, twende mbele za Bwana kila mmoja wetu, kwa sababu tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunakataka tuingie mbele za Bwana, tuombe toba, tuombe toba, tumwambie Bwana, "Tutakase, tusafishe kwa damu yako, kwa sababu hiyo damu yako inatupa uhalali kupaingia patakatifu pa patakatifu, na tunaoshwa na kutakaswa kabisa, tunakuwa mbali na kuonewa, kwa sababu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, alichubuliwa kwa makosa yetu na kwa maovu yetu basi naomba kila mmoja wetu tuingie mbele za Bwana tumwambie Bwana, tunaomba turehemu, tunaomba tusafishe, tunaomba tutakase Baba katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, tunakuja mbele zako tena asubuhi ya leo. Tumekutenda dhambi Bwana na kupungukiwa na utukufu wako rabose yelelele bosi tunakuza mbele zako Bwana, wala hata tukusitahili kusimama patakatifu kwako, wala hata atukufa kusimama mbele zako, lakini kwa sababu ya tamu yako Yesu iliyomwagika pale Karivali, ile tamu ilipochoma mkuki ubavuni ikatoka tamu na maji ubavuni, inatupa uhalali kupaingia patakatifu pa patakatifu. Asubuhi ya leo Bwana, tunakuja kwako Bwana, nimekutenda dhambi Bwana, kwa mawazo yangu nimekutenda dhambi kwa kufikiri kwangu Bwana, nimejiinua nafsi yangu Bwana, ninaomba rehema zako Bwana, unirehemu na kuniosha kwa damu yako ya Karivali. Hiyo damu ya utakaso, hiyo damu ya utakaso ikanisafishe nafsi yangu, ikasafishe nafsi yangu, ikasafishe moyo wangu, ikatakase akili zangu na hisia zangu, ikatakase matamanio ya moyo wangu. Hiyo damu yako Bwana ya, ya Kalvari. Ukanioshe kabisa na kuniweka huru asubuhi ya leo, tunakuja kwako Bwana. Maana tukisema tuna dhambi twajidanganya wenyewe. Tukisema kwamba si tu safi tunajidanganya wenyewe. Wala kweli ya Mungu haimo ndani ya mioyo yetu. Bwana tumekutenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Bwana tunasalenda asubuhi ya leo. Bwana tunasalenda asubuhi ya leo. Tunaomba utakase nafsi zetu. Utuoshe nafsi zetu Bwana. Ukatakase nafsi zetu. Ukatakasa akili zetu. Tumekutenda dhambi kwa tamaa ya macho. Tumekutenda dhambi kwa mawazo mengi. Tumekutenda dhambi kwa mitomo yetu. Tumekutenda dhambi kwa miguu yetu iliyo kimbilia kumwaga damu. Tumekutenda dhambi kwa mikono yetu. Tumekutenda dhambi kwa kufikiri. Tumekutenda dhambi kwa kujinua nafsi zetu. Bwana, asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo tunaomba utakaso wako, ni damu yako pekee, kwa sababu ulichubuliwa kwa ajili yetu, ulionewa kwa ajili yetu, ulikataliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako, ulionewa Bwana, ulidharauliwa Bwana, ilikuwa ni kwa ajili yetu yes. Maana toka mbinguni yes. Ulipochungulia wanadamu yes. Uone ni yupi mwenye akili yeah. Akutafutae hukumwona yeah. Hata mmoja watu yeah. Ukaona wameoza watu, kaona wamepotea yes. Watu ukaona yeah. Yeah. Kila mtu amegeukia njia zake yeah. Lakini kwa huruma zako yeah. Lakini kwa upendo wako yes. Kwa kweli Mungu ni pendo wewe, yes. Ulitupenda ukamtoa mwanao wa pekee ku

ndiyo natupa uhalali kupaingia patakatifu papatakatifu. Asubu ya leo Bwana, tunasogea kitini kwako asubu ya leo Bwana, tunasogea mbele zako, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako, tunaomba huruma zako, mana ni kwa huruma zako tu. Mana kama ungeangalia maovu yetu ni nani angesimama? Ungeangalia namna tulivyo ni nani angesimama? Lakini kwa huruma yako na upendo wako na rehema zako, zimetufanya hivi tulivyo. Nasi kwa kutambua hili, tunasogea mbele zako, kitini pako, mahali ambako tunapata rehema, mahali ambako tunatakaswa, mahali ambako tunatiwa moyo, mahali ambako tunajengwa Nabosele ukatuhurumie Bwana na kutuosha kabisa na uchafu wa nafsi na uchafu wa roho na uchafu wa mwili. Ukatuhuishe Bwana, ukatuhuishe Bwana, utakase nafsi zetu Bwana. Mwambie Bwana kutakase. Tukisema tuna, hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Mungu wetu, tusaidia asubuhi ya leo. Mungu wetu tunaomba rehema zako asubuhi ya leo, tunaomba tuoshe kwa damu yako. Hiyo damu yako ndiyo damu ya utakaso. Hatuwezi kusafika kwa kitu kingine isipokuwa damu yako pekee. Dinayotusafisha na kutuweka huru ni damu yako pekee, damu ya Karivali, damu iliyomwagika pale msalabani, ulipochoma mkuki ubavuni ikatoka na maji. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Mtakatifu tusaidie udhaifu wetu, maana tujui kuomba itupasavyo, tupeleke namna ambavyo inatupasa kuomba rehema. Tuombee Roho Mtakatifu ndani yetu, maana tunaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu tusaidie, wewe ni msaidizi wetu, wewe ni msaidizi wetu. Tumepungukiwa na utukufu tumepungukiwa na utukufu, ndio maana tumesogea mbele zako asubuhi ya leo, tukiomba utakaso, tukiomba kusafishwa, tukiomba kurehemika, tukiomba kuponywa tena, tukiomba kuiswa tena asubuhi ya leo tuseme nini bali vale, tunahitaji rehema zako Bwana, tunahitaji huruma zako Bwana asubuhi ya leo Mungu chunguza hivi uno na kujua historia vizazi na vizazi, ndivo navo mtuwa mmoja wetu Bwana. Tunakuja mbele zako Bwana, tunasalenda kwako Bwana asubuhi ya leo, tunaomba utakaso Bwana. Tuoshe kwa damu yako. Tusafishe kwa damu yako. Tuweke huru kwa damu yako. Tuuishe nafsi zetu Bwana. Hatuwezi peke yetu. Hatuwezi bila wewe. Tutie nguvu Bwana asubuhi ya leo. Tenda dhambi. Ziko dhambi za siri, Bwana nitakase na mambo ya siri. Bwana nioshe kwa damu yako, Jehova. Niuise nafsi yangu Bwana asubuhi ya leo. Nitakase nafsi yangu Bwana, niuise nafsi yangu Bwana. Nitakase kanisa lako Bwana. Tutakase watumishi wako Bwana, tupatanishe tena, ni damu yako pekee inayopatanisha. Tusaidie Bwana, tusaidie Jehova, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, nakuhitaji asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, nakuhitaji asubuhi ya leo Popote unakotufuatilia katika mitandao ya kijamii, ukiwa katika usafiri, ukiwa katika safari, mwambie Bwana nakuhitaji. Mwambie Bwana niangalie, niko hivi nilivyo, bila mkono wako siwezi. Niangalie Bwana, nitazame nilivyo. Moyo wangu nakuhitaji Bwana, moyo wangu na kiu na wewe, moyo wangu na shauku na wewe. Moyo wangu nakuhitaji Bwana asubuhi ya leo. Moyo wangu natamani kukwabudu wewe. Moyo wangu natamani kukuadhimisha wewe. Moyo wangu natamani unatamani asubuhi ya leo Bwana, nisaidie asubuhi ya leo. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie asubuhi ya leo. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie Ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Bwana, nina kwa sababu ulichubuliwa kwa makosa yetu, ulichubuliwa kwa maovu yetu, ulidhalauliwa kwa ajili yetu. Amani ya adhabu yetu ilikuwa juu yako, we ulikataliwa, we ulionewa, we uli kwa ajili yetu. Bwana tusaidie, tusaidie Bwana maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu nayenena, wewe ni Mungu nayeponya, wewe ni Mungu nayeuwisha. Tunaomba asubuhi ya leo Bwana, tumesogea patakatifu pako kwa sababu damu yako imetupa uhalali kupaingia patakatifu papatakatifu. Tunakuja mbele zako, tumekuja mbele zako tukiwa na lengo moja, tunaomba utakaso. Tunaomba utakaso, utakaso wa nafsi yetu, utakaso wa mioyo yetu, utakaso wa roho zetu, utakaso hata wa miili yetu, ukatuishe nafsi zetu, ili tukakufaye tena. Maana wewe ulichungulia wanadamu, hukuona hata mmoja, lakini kwa sababu ya pendo lako ulimtuma mwanao pekee kuja duniani, ili tusihukumiwe, ili tusipotee ili tuweze kuokolewa. Nasi Bwana, asubuhi ya leo tumetambua ya kwamba tuwezi kusafishwa, hatuwezi kutakaswa bila ya damu yako. Hakuna kitu kingine cha kututakasa, hakuna kitu kingine cha kutusafisha, hakuna kitu kingine cha kutuweka huru, hakuna kitu kingine cha kutuweza kutubariki. Ni damu yako pekee, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu damu ya Yesu, ndiyo inayona mema. Damu ya Yesu ndiyo inayonena mema, hiyo damu ya Yesu unapoitia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu mahala mbako, mahala mbako walinena mabaya, hiyo damu ya Yesu inakunena mema. Mahala mbako walinena kwamba uwezi kusafika, kwamba uwezi kuwa safi, hiyo damu ya Yesu, damu ya utakaso ndiyo inayokusafisha na, na kukuweka huru na kukuweka mbali na kuonewa. Hiyo damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu pekee. Damu ya Yesu pekee, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo. Na itia damu yako asubuhi ya leo. Naitia damu yako, damu ya kunyunyiza, damu ya kunyunyiza ni damu ya Yesu. Damu ya kuponya ni damu ya Yesu. Damu ya kuokoa ni damu ya Yesu. Damu ya kuuisha ni damu ya Yesu. Damu ya kubariki, damu ya kufuta lana, damu ya kuvunja maagano mabaya, ni damu ya Yesu pekee. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Naitia damu ya Yesu asubuhi ya leo. Naitia damu ya Yesu asubuhi ya leo. Naitia damu ya Yesu asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo, naitia damu ya Yesu. Asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Ninakushukuru Bwana kwa kipindi hiki cha utakaso. Asante kwa kusafisha nafsi zetu. Asante kwa kutuokoa. Asante kwa kutubariki. Asante kwa kutukubali tena. Asante kwa kutukaribisha nyuani mwako. Asante kwa asubuhi ya leo. Yuko aliyekata tamaa nami nutainua moyo wake, anaye iliyevunjika moyo, anayetoka damu kwenye moyo wake. Hiyo damu yako itaponya majeraha ya moyo. Asante kwa asubuhi ya leo, asante kwa asubuhi ya leo. Ninakushukuru Bwana, nasema asante kwa ajili ya kanisa. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya mtazamaji ambaye ameshiriki pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi cha kwanza. Asante Mungu naomba kamfungulia milango mahala mbako walinena mabaya, na iruhusu damu ya Yesu ikanene mema. Mahala mbako walina kwamba hawezi kufanikiwa, na iruhusu damu ya Yesu ikanene kufanikiwa sasa katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Nasema asante Bwana, asante kwa damu yako ya thamani, asante kwa utakaso, asante kwa kutuweka huru, mana ulionewa kwa ajili yetu ulichubuliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako. Nasema asante Bwana, nasema asante, nasema asante. Naomba mpigie Yesu makofi. Biye, tunaingia kipindi cha kufunguliwa, kipindi cha maombi na maombezi. Haleluya, amen. Mungu kampaka mafuta mtumishi wake. Nimeona Mungu akifanya mambo makubwa kupitia yeye. Nakumbuka mama mmoja kutoka jeshini, alikuja haoni ni kipofu amepigwa kipapai, alipoingia mlangoni pale, alipofika tu ofisini hapo hapo alipokea uponyaji na macho yake akafunguliwa. Sasa amini na wewe, asubuhi ya leo tunapoingia kipindi hiki cha pili cha kufunguliwa cha maombi na maombezi liko jambo kubwa ambalo Bwana atalifanya kwa ajili yako, liko jambo kubwa ambalo Bwana atalifanya. Sasa nataka tusimame tusimame tunapomalika mtumishi wa Bwana katika kipindi cha pili. Simama, andaa mikono yako kwa ajili ya makofi. Nataka taka tushangilie anapoingia mahali hapa, tupige makofi na